Sana, karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Nakuletea mada na kusema mpenzi akikusaliti mara ya kwanza atarudia tena. Mtazamaji, inasikitisha sana kuona kwamba tafiti zinaendelea kuthibitisha kwamba kasi ya usaliti imeongezeka sana ulimwengu mzima na tafiti za hivi karibuni zinaonyesha hivi kwamba wanawake kwa wanaume, no sorry, wanawake wana ongezeko kubwa la kusaliti kati ya miaka hamsini hadi sitini ukilinganisha na miaka ya nyuma. Miaka hamsini hadi sitini wanawake wengi wana saliti zaidi. Ndio hiyo imeleta mshangazi. I don't know lakini tafiti zinaonyesha kwamba kati ya miaka hamsini hadi sitini wanawake wengi wanasaliti na wanaume <laughs> wanaume asilimia kubwa kuanzia miaka hamsini mpaka sabini wanasaliti. Sasa kuna msemo wa Kiswahili unasema kwamba aonjaye hasali asali haonji mara moja, aonjaye hasali mara moja. Na msemo mwingine unasema kwamba, sijui kionja asali utajenga mzinga sijui, something like that. Asali utajenga mzinga. Sasa huu msemo, um, haiji hivi hivi. Sasa tuangalie hii asali na watu kichaa mpaka wanachepuka inakuaje? Ah, tafiti zinaonyesha kwamba ah, mwanaume au mwanamke anayechepuka mara ya kwanza anakuwa na asilimia kati ya 85 mpaka 99 ya kurudia kuchepuka. Ni idadi kubwa. Asema hivi, mwanamke au mwanaume anayechepuka mara ya kwanza anakuwa na uwezekano mkubwa wa kurudia kuchepuka kwa asilimia kati ya 80 hadi 90. Sasa hiyo lazima ikutishe kidogo, na ndio hapa anapokuja na sayansi sasa. Kwa nini aliyechepuka mara ya kwanza anakuwa na msukumo mkubwa sana zaidi yule ambaye hajawahi kuchepuka. Kurudia kuchepuka. Kuna vichecheo viwili vinavyohusika katika mwili wako. Kuna vichecheo mbalimbali vinavyofanya kazi kwa faida mbalimbali, na vichecheo vinasababisha ujisikie njaa, kuna vichecheo vinasababisha ujisikie vina vina usingizi, kuna vichecheo usikie hasira walichochea bora sasa, usikie wivu. Yote hivi ni vichocheo vinafanya kazi kwa ndani ya mili yetu, upende usipende, vipo. Sasa kuna mbinu za kuweza kuvituliza hivi vichocheo visije vikaleta majanga. Hizo mbinu zipo na nimezizungumzia kwenye video mbalimbali ambayo katika channel hii, na leo nitagusia kwa kiasi fulani jinsi gani ya kuweza kudhibiti vichocheo hizo hivyo vinaosababisha mtu achepuke na shuhuda ninazo sasa kuna vichocheo viwili. Kuna kichocheo cha adrenaline, cha kwanza, pale ambapo uko kwenye mahusiano ambapo hupendwi uthaminiwi kama ulivyokuwa unatarajia, uwezekano wa kwanza kutamani mtu mwingine ambaye unaona kwamba pia anakujali unakuwa mkubwa. Kama dada mmoja akasemaje, maongena jana, nasema mume wangu kweli ananipenda lakini hanithamini. Asa mume wangu ananipenda kweli an nikichepuka ataumia sana, mpaka nimwambie. Mwanamke mwingine akasemaje? Akasema hivi, Mume wangu anajua sina kazi sawa, atatoa kila kitu cha kula, atakuwepo kila kitu, atakuwa inaenda shule, kila kitu atakuwepo. Yeye ndiye anayefanya kazi. Lakini hata kunipa mimi hela ya pocket money, kama bwana ukiona pipi ununue wewe mwenyewe, hanipi. Hela ya matumizi yangu binafsi, kama na mimi nikiona biskuti pale ninunue nikiwa na hamnayo. Sawa, ndio wali nyumbani upo, nyama kwenye friji zimejaa kuku zipo eh, mayai yapo, sawa. Lakini na mimi naweza nikapita mitaani hapo nikaona ice cream ya Azam nikatamani nini, nini imeshinda kweli ice cream ya, unaweza kuona jinsi gani unaweza kusababisha mwanamke achepuke au mwanaume achepuke. Kuna vitu vidogo vidogo ambavyo mwenzio anakosa ujasiri wa kukuambia sasa. Hivyo vinasababisha huyu mtu aanze kuangalia pembeni. Mbona huyu ananichangamkia sana? Mbona huyu ananipenda, ananipa zawadi, nikiomba shilingi 500 ananipa elfu tano. Akiniona nimekaa sijaenda lunch. Ananiambia twende lunch na nunulia anunulia lunch. Hajawahi kunitongoza. Akini ananijali kweli. Sijamwambia anipe zawadi akini ananipa zawadi tu. Sijamwambia. Sasa unajikuta hapa anaanza kulainisha. Hmm? Anaweza kulainisha. Kwa hivyo vitu kama hivyo vipo. Au mwanamume huyu kuna dada anafanya naye kazi kila siku, anamwomba vocha. Oh, nipeleke lunch. Oh, sasa akifikiria mke wake, sasa yuko hedhini. Mke wake leo yuko hedhini. Hedhini yake, mpaka itoke siku nne au tano ndo hedhi inatoka. Na huyu mwanamke hajui jinsi ya na mwana mke, kumsaidia mwanaume amaliza hamu yake anapokuwa yuko hedhi. Au unapokuwa umejifungua unatakiwa upumzike wiki sita bila kushiriki tendo la ndoa. Wewe, hujui kwamba mwanamke ana maeneo kumi na saba ya kumwanda? Unajua mambo manne. Hujahangaika kutafuta elimu zaidi ya kumthibitishia kwamba mke wako kweli unamjali, umboi. Sasa akifikia miaka hamsini akaanza kuchepuka kumletea UKIMWI. Silaumiane, nimekuambia. Sasa inakuwaje? Inakuwa ni hivi. Sasa adrenaline unapokuwa umemwangalia mtu fulani, aidha ana makalio makubwa kuliko ya mke wako. Au ni mrefu kwa kimo huyu mwanaume kuliko mume wako au ni mcheshi huyu mwanaume kuliko mume wako. Hizo kesi ninazo za wanawake ambao wamechepushwa kwa sababu ya mcheshi, yule mwongeaji kuliko mume wako. Ufikiri huyu ni mchungaji wangu, mchungaji wangu ni mwanamke. Mchungaji wangu ni mwanamke mwenyewe yeye mwenyewe, akazungumza sawa, maneno matamu, matamu. Yani, kwenye mahubiri maneno matamu yananivuta, so, maneno, matamu. Ina, maneno, matamu. Ina, maneno, maneno. Huyu ni mchungaji mlokole awa, anasema maneno tu yanausumbuawakili kwani mume wangu hana maneno matamu, halembeshelembeshi maneno kwa unaweza kuona jinsi gani uko kwenye mtego, usipojua jinsi ya kutegua utatombewa wewe, anakutana na msela atamwekea vitu ambavyonanasuuav kwa hiyo ile adrenaline inaanza kutoa maswali inampa nguvu sasa. Kwa hiyo wataalamu wa saikolojia ambao wamefuatilia hivi anasema hivi, nazungumza kwa Kiingereza hapa sasa, adrenaline release energy providing extra, extra fuel, yani kama vile ni mafuta ya gari, anaongezea mafuta, kanyaga gia hivi inaenda, it also helps encoding hivi. Hii kichocheo cha adrenaline kinamuongezea mtu nguvu ya kufuatilia. Unakutana naye tu mtu kwenye gari. Unakutana naye tu mtu stendi au hotelini au kanisani hata kwenye msiba. Kuna mtu mzuri kwenye kangu mwenyewe mvivu kitandani hata kiuno aliukata naomba namba naanza kuongea naye kidogo namuuliza maswali mbona naomba namba yako bwana mimi ndo naitwa Jennifer namba yangu hii hapa 0755 kesho tena naanza kuomba vocha John habari za kutoka jana ulikuwa msibani hebu rushia mocha kidogo hapa nimeishia nimeishia kusalia rushia vocha anakutana na siku nyingine ah, ah, ah, eh, eh. naomba lunch naomba lunch siku nyingine naomba la saluni Itakuwaje sasa? Sawa, sasa wataalamu wakaanza kuangalia kwa nini watu, watu ambao wameanza kuchepuka wanarudia wanarudia, wanarudia. Wakaenda kwa wabakaji. Tafiti za kisayansi zinaonyesha asilimia sitini na nane ya watu wanaokamatwa kwa kosa la kubaka huwa wanarudia kubaka tena. Sasa huko wenzetu nchi za nje kosa ubakaji unafungwa miaka nane kumi na mbili nane kumi na mbili kumi na nne Inategemea na mazingira ya ubakaji wako, ilikuwaje. Saluni tumelipia kodi ya nyumba, senti visenti, senti. Siku moja akaja getoni kwako mashine, nipe ngoma nicheze anakataa. Kata ameshakula shilingi themanini yako au tisini mia moja na nusu akiangalia akaona ushahidi asifunge miaka kumi na nne, mbaka. Mbaka. na za vocha. Huyu jamani, afunge miaka nane anamwondolea mimi lakini hapa kwetu ni thelathini . Sasa wakafanya utafiti, inakuwaje? Mtu aliyekuwa amebaka akahukumiwa miaka minane ametoka gerezani anarudia tena na baka tena anakuja, inakuwaje? Wakaanza kwenye panya, wakaangalia, wakaona hawa panya wanapogombana mara ya kwanza, yani mpaka waanze kushikana na kugombana na nini, kupalamiana inachukua kati ya dakika mbili hadi dakika nne oh lakini wanapogombanishwa mara ya pili sawa, so, wanagombania sijui tozo wamepewa sijui nyama, sijui ni wanapogombania mara ya pili, muda unapungua. Alafu mbaya zaidi, ile hali zaidi, zaidi ya kugombana inakuwa kubwa zaidi, yani wanaumizana zaidi, na ya tatu ni hivyo hivyo, na ya nne hivyo. Kwa maneno mengine kwamba hichi kichocheo cha adrenaline kinakupa nguvu zaidi, msukumo zaidi wa kuendelea kuchepuka, unaona raha zaidi unachepuka na hasa pale ambaponakuwa ujagundulika ujakamatwa. Kwa hiyo kwa maneno mengine kwamba mzizi wa uchepukaji unaongezeka ukubwa kadiri anapokuwa endelea kuchepuka huyu mtu sasa. Basi, kwa nini anarudia? Ni kwamba mume wake hajui kumwandaa vizuri, hafiki kileleni mara kwa mara anafika lakini, ni mara moja moja sana. Sasa amechepuka mara ya kwanza na huyu mwanaume amekuta, huyu mwanaume kwanza ni msafi sana kuliko mume wake, mavuzi yote hamna. Kwa hiyo hata korodani anaweza akazinyonya vizuri sana, kazi bugia za huyu mwanaume, kwa sababu ni msafi sana. Pili, huyu mwanaume anamwandaa, yani hana haraka ya kumwingilia. Anashangaa, yani nudu limesimama, lakini anamlamba kisimi we dakika <laughs> video moja, video ambayo nawauzia wanaume, ziko video kama hamsini na kwa ajili ya wanaume, mwanamume anamwandaa mwanamke kwa dakika ishirini na tatu hajamwingilia dakika ishirini na tatu Hiyo video inaonyesha kabisa kwamba dakika ngapi zimeenda na rekodi, dakika ishirini na tatu mwanaume, nasubiri mwanamke. Uh, lakini mbaya zaidi ni kwamba kichocheo hiki kinasababisha kumbukumbu ya utamu aliyopata pale, unakuwa una nguvu kubwa kwa hiyo anaweza kuwa unafanya naye mapenzi na mke wako sasa hivi, anamwaza Alex alifanya naye mapenzi juzi chumba namba 38 hoteli Gabasi. Anamwaza wewe. Kuna wanawake anasema namvutia hisia kutoka kwa mume wangu, na kwa wanaume, wanaume hivyo hivyo anasema namvuta hisia kupitia mzunguko wangu. Kwa hiyo kumbukumbu linakuja, kwa hiyo nafikia hatua una hamu na mke wako, una hamu na na mume wako, kwa sababu gani? Ukikumbuka mambo unaofanyiwa kule nje, mwanamke anavyokuandaa, anavyojali, mwanamke anakuandaa raundi ya pili, anakusaidia raundi ya pili unaipata kwa urahisi. Mke wako ukishindwa kusimamisha mara ya pili anakuangalia tu, kesho basi. Lakini mchepoko anahakikisha anaongeza kabaku, na pia goli la pili, la tatu, la nne, unajisikia kumbuka, kumbukizi ile. Sasa basi tena Biashara yenye faida inapendwa na watu wengi, mtaweza kuona. Kwa hiyo hayo ni mazingira, kwa nini mwanaume mwanamke anarudia kuchepuka. Hata kisha kamatwa, bado anataka, anakuwa msiri zaidi. Bado ukamatwa, wame akasamehewa, wameombana msamaha, akasamehewa, anakuwa msiri sana, ataendelea, lakini kwa chini chini sana. Nakutana na kesi mimi mwanaume anavunja namba ya mwanamke ya, namba, namba namba, namba. ya. kwa kuna nguvu fulani ambayo inakuja kama vile mtu mlevi anataka kuacha pombe lakini anashindwa. Kichocheo kingine cha dopamine. Dopamine ni kichocheo ambacho kinahusiana na kutarajia tarajio ya kitu fulani kizuri, matarajio. Anticipation, unasema kwa Kiingereza, anticipation, unatarajia jambo jipya. Hii ndio inojenga tabia. Sasa kichocheo cha dopamine kinahusiana na mtu kujenga tabia kabisa. Sasa basi katika kabisa sasa basi katika tafiti hiyo hiyo ya wabakaji katika <laughs> tafiti hiyo ya wabakaji ilionekana kuna mambo mawili walipohojiwa wabakaji hao wafungwa hawa wabakaji wanaorudia walipohojiwa, unapo kwenda kuanza kubaka kuna vitu gani vikubwa ambavyo unaviangalia? Ah, kuna vitu vitatu. La kwanza, hatari ya kukamatwa; ya pili, ukubwa wa adhabu; ya tatu, heshima katika jamii. na kwa amba wale ambao walirudia rudia, japokuwa wanafahamu hatari hizi zote, bli inakuaje? Akasema hatuelewi. Yani mtu hajielewi. Kwa nini anarudi? Anafahamu hatari iliyopo, lakini bado anafanya kitu kile kile anajua kinaweza kumuingiza mahali pabaya. Ni kwa sababu ya homoni ile ya dopamine ina nguvu kupita kiasi, ndio unakuta mchungaji anachepuka mpaka anazaa nje ya ndoa mchungaji anachepuka anazaa mpaka nje ya ndoa, ajai takalotokea. Mchungaji mimi aliyenifundisha kipaimara, mchungaji aliye nifundisha mi kipaimara wilaya ya Korogwe mkoa wa Tanga alifumaniwa akapigwa mpaka kufa. Alifumaniwa akapigwa kuna uh... wachungaji wanaochepuka, nasikia anatembea na wanakwaya. Ameshasikia kesi nyingine ya mchungaji mwingine kama anatembea na wanakwaya. Kwani inakuaje huyu mtu? Inakuaje? Kiiaki kiko wapi? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinatokea ambavyo lazima ufahamu jinsi ya kudhibiti. Sasa basi, napenda kuzungumza hivi ili uweze kumsaidia. Mtu mmoja kabla sijazungumza na watu wa takwimu bali hivi, mtu mmoja akamuuliza akasema, Daktari, inakuwaje baada ya kufumania mpenzi wako ukamsamehe anaonyesha bidii kubwa kweli ya kukunisha mapenzi moto moto, anaonyesha bidii kubwa kweli, anaonyesha jitihada kubwa sana kutaka kulifuta ile kosa la kusaliti, anaonyesha bidii kubwa sana, inakuwaje? Kwa nini alishindwa kuonyesha bidii hii ya kunisaliti. Kwa uwezo anao, kwa nini alishindwa? Kwa hiyo kuna maswali yanayobakia kwenye mtu ambaye alisalitiwa. Hata akiangalia movie aki kuna umuhimu na wa kujiandaa awiwakasemaje so, jihadhari kabla ya hatari, heri kuziba ufa kuliko kujenga ukuta. Na kuja sasa kwenye pointi yao ya kudhibiti, ya kuziba ufa, ni kwamba mwanamke anapaswa ajue kwamba mwanaume ana maeneo kumi na manne yenye miisho mingi ya mishipa fahamu, na kila eneo lina ufundi wake. Mwanamke ajue jinsi ya kumsaidia mwanaume achelewe mwanamke ajue jinsi ya kumsaidia mwanaume arudia tendo la ndoa mara ya pili. Hata kama daktari mmoja nimemsaidia wa Moshi, mume wake alikuwa ana uwezo wa kurudia goli, akanitumia voice note nayo, akaniambia, dokta, nakutafutia mpaka zawadi mume wangu alikuwa yani, alikuwa nimeshaanza kukiwa na hamu naye, hisia naye zilikuwa zimeshaanza kukatika. Huyu daktari sawa, yuko Kilimanjaro, jina lake linaanzia D. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Kama baada ya kumsaidia mwanaume kwa zile raundi ya pili na yeye akawa anafika kileleni mara kwa mara baada ya kumtumia zile video. Wanaume wana unapaswa ujue kwamba mwanamke ulienaye ana maeneo kumi na saba na kila eneo lina ufundi wake usio na haraka kumwingili ya kumwingilia mwanamke, kama nilivyozungumza kwenye video nyingine. Mwanamke usiyemfikisha kileleni anapata shida sana kwenye moyo wake. Huyu mwanamke anajua kwamba unapokuwa unamtiatia sawa, atapata mimba, lakini kileleni hafiki, na anapopata mimba kuna uwezekano wa kufa wakati wa kujifungua. Unamtiatia tu, lakini haoni raha yote ya kutiwa. Unafikiria huyu mwanamke anaona raha na kumkuta bikra huyu mwanamke Aisha tiwa na unumu wengine walikuwa na mlamba mpaka makalio. Baadhi ya kulamba makalio yule mwanamke. Wanalamba kila kitu wanaita msela. Kama dada mmoja kutoka Sumbawanga. Anasema anamwambia mume wangu, namfundisha jinsi ya kuchezea kisimi. Hataki. Sasa kanifundisha nini wewe? Anasema anamwambia, namfundisha jinsi ya kuchezea kisimi. Hataki. Anasema akatafuta msela. Msela anajua kweli. Anajua kutia vizuri kweli. Akatafuta msela. Anakutia mpaka unaimba wimbo. Ninogeshe? Ninogeshe baby? Ni raha tu kupendana na wewe, wewe raha tu. Ninogeshe? Unaweza kuona. Kwa hiyo kuna vitu, usisubiri kuambiwa kwamba unifikishi kileleni. Usisubiri kuambiwa kwamba unaniboa, usisubiri itakuponza. Kama alivyozungumza. Wanawake wanaanza kusaliti sana. Kati ya miaka 50 ndio kunoona kusaliti. Kati ya miaka 50 kwenda mpaka

Haya ni mambo ambayo yanawezekana kabisa. Mtu mmoja akasemaje? I like, nimeipenda hiyo sentence. Sasa hivi. Asemaje? Impossible is nonsense. Asemaje? Impossible is nonsense. Hata mwanamke akiwa amekeketwa anaweza akafikishwa kileleni. Kwa nini anasema kwamba impossible? Hivi kusema kwamba hii kitu hakiwezekani ni ujinga. Anasema vitu ambavyo haviwezekani ni vile vitu ambavyo vinakwenda kinyume na sheria za asili, kama sheria ya mvutano, sawa. so, ukitupa jiwe juu ji lazima lirudi chini iiukiendawezktuuhivo ipo, ipo, ipo, hivyo hivyo ni impossible kuvibadilisha, sawa. Lakini kuna vitu ambavyo tunaweza kuvibadilisha tukiwa na nia, tukiwa na utayari wa kulipia gharama zake mwanamke kufikishwa kileleni kila tendo la ndoa ipo, na video ninazo. Unaweza kumwona mwanaume mwenzio anayefikisha mwanamke kileleni kwa urahisi. Kama video moja ambayo nimeipenda ina dakika kama 17 18, yaani mwanaume, ina dakika kama kumi na saba kumi na nane, mwanamke anamwamsha mwanaume asubuhi wafanye tendo la ndoa. Anavyomwamsha dakika 13, anacheza ana tu mpaka mwanamke anavua nguo. wewe Haya am mambo jamani, siseme kwamba haiwezekani mwanaume kutulia na mwanamke mmoja, sio kweli, inawezekana. Na ushuhuda no kutoka Songea, mwanaume mwenyewe amechanganyikiwa. Baada huyu dada nimetumia hizo video na huyu dada, kila siku ananiambia, unazo video mpya? Nikisema nazo video mpya, namwambia shilingi elfu kumi, analipa, namtumia video sita nane tisa. Yaani nasema mwanaume ame tayari amekuwa na, na, na tieau Kwa hiyo napenda nikuambia hivi: usikae kimya, hangaika, usibweteke tu katika ulimwengu mgumu sana. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili subscribe, ili nikapeleke video nyingine, upate taarifa mapema sana. Nakutakia heri. Malekezo mengine hapo chini. Malekezo mengine hapo chini. Bye, bye.